Na mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV, na hii ni siku nyingine tena pendwa, ambapo tuko jijini Mwanza Luchelele Shadi na hapa tumekuja kutembelea shamba la ufugaji wa kuku wa mayai kwa malengo mawili. Lengo la kwanza ni kukuelekeza na kukuonesha jinsi ambavyo watu wamedhamiria kufanya ufugaji wa kuku kibiashara, lakini kitu cha pili ni kukurahisishia wewe muhitaji, au mtu yote ambaye unahitaji kupata mayai bora, basi kupitia shamba hili kuna uwezekano wa wewe kupata mayai ambayo ni bora, lakini ni mayai ambayo yatakutosha zaidi, na kuibia siri tu kwamba hapa kuna mradi wa kuku ambao unaendelea sasa unaweza ukaona kama huko sehemu yoyote ile. Wewe ni kijana, mtu mzima au mfanyabiashara, mtu yoyote ile unaweza ukatazama huko kwenye ufugaji wa kuku na kujikuta umeweza kupata faida. Ni siwe mzungumzaji mkubwa, kuna mengi sana ya kujifunza katika kipindi hiki cha leo cha msingi tu. Tuende pamoja, usisite kusubscribe, lakini pia tufuatilie, ili uweze kupata maarifa na madini ambayo yatakufundisha kwa kina. Kaka, nashukuru sana kwa kutukaribisha hapa na kutupa nafasi ya kuja hapa. Karibuni sana kwa kwanza, tungependa kwanza tujitambulishe tu, wewe ni nani na hapa tuko kwenye mradi upi na tunafanya nini hasa? Kwa majina naitwa Eric Sospita, mimi ni director katika kampuni yetu ya Kownas Investment Limited. Mimi ni kiongozi hapa sana. Na hii kampuni hasa inajishughulisha na shughuli gani? Kampuni yetu inajishughulisha na u, uh, ufugaji wa kuku mayai na shughuli zingine mbalimbali. Hasa kilimo, ufugaji wa ng'ombe, mbuzi lakini sana tumejikita katika ufugaji wa kuku mayai. Sawa, vizuri sana, na leo nataka tuzungumzie kwa kina kuhusiana na ufugaji wa kuku mayai. Siku nyingine nitakutafuta kwa vitu vingine. Kwanza tungependa kufahamu historia, kwa sababu ukiangalia mradi ni mradi ambao unaonekana uko sustainable na umeanza kwa muda mrefu na uko vizuri sana, tungependa kupata historia fupi kidogo ya huu mradi. Nashukuru, mradi wetu rasmi tulianza mwaka 2019 na tulianza kwa idadi ndogo sana ya kuku. Tulianza kwa idadi ya kuku mia mbili tu, na nikikumbuka changamoto kidogo, tulianza kwa sababu mabanda yetu yakuwa ni mabanda ya, yenye ubora kwa, tulianza kwenye mabanda ya kawaida sana. Aa, lakini pia tulianza katika mazingira ambayo hata umeme tulikuwa hatuna lakini pia vilevile tulianza katika mazingira ambayo tulikuwa hatuna maji katika uh, shamba letu. tuliface tuli, tuli, tuli face problems ya maji, lakini nashukuru Mungu mpaka sasa hivi tunaendelea vizuri. Project imeanza na kuku 200 lakini ukiangalia sasa hivi ni project kubwa kabisa. Tunataka kufahamu sababu, chochote kile kina changamoto, hasa kufikia huu mradi, hadi kufikia hapa ulipo, ni changamoto zipi hasa ambazo mmezipitia nyewe kama wafugaji na namna gani na ambavyo mmejaribu kuzikabili? Changamoto ya kwanza ni kuhusiana na swala la uh, masoko. Masoko inakuwa ni tatizo sababu uh, bei inakuwa sio elekezi. Kuna muda bei inashuka, kuna muda bei inapanda, kwa hiyo haiko, haiko, ha, ha, haiko standard. Na vilevile vile ukiangali, ukiangalia uzalishaji unakuwa ni wa gharama kubwa, kwa hiyo kipindi ambacho soko limeshuka Uh, tunapata tuna, tuna, tuna problem kidogo uh, tunapata uzalishaji mzuri, lakini soko linakuwa li, li, ni la chini. Lakini pia vilevile vile, kuna swala la magonjwa, tuna face problem ya magonjwa uh, huko nyuma tulikuwa tuna tunatumia chakula ambacho hakikuwa kwenye standard, lakini kwa sasa hivi tunashukuru Mungu kwamba tupo na uh, Koudijs wana supply chakula kwetu, kwa hiyo swala la magonjwa kidogo tume, tumelipunguza na pia tulikuwa tuna face problem ya, ya vifo vya kuku, na toka tumeanza kufanya kazi na Koudijs mpaka sasa hivi tunashukuru Mungu kwamba tumepunguza kwa kiasi kikubwa uh, vifo vya kuku wetu. Kwa hiyo kwa kiasi fulani hivi tunaona kwamba kuna ubora kwa kutumia product za. Swala la maji tulitoa taarifa kwenye uongozi wa serikali uh, na tukafuatilia pia, tulifuatilia pia MAWASA, tukaandika barua, na tunashukuru Mungu kwamba waliweza kurespond kwa, kwa wakati. Kwa hiyo waliweza kutuletea maji. Kwa kipindi cha nyuma tulikuwa tuna, tunafuata maji ziwani, kwa hiyo kuna muda mwingine tulikuwa tunapata gharama kubwa sana katika kuleta maji na mambo mengine, lakini pia kwa kipindi cha zamani tulikuwa tuna face problem ya, ya, ya, ya. tulikuwa tunatumia sola kwa, kwa kipindi ambacho hakuna jua la kutosha tulikuwa tunapata shida sana katika kuweza kupata mwanga kwa kipindi cha usiku, kwa, na uendeshaji na, na, na, na, na, ulikopo ni, ni mgumu kama uh, unavyofahamu kwamba umeme ndio kila kitu, lakini baadaye tuliweza kufuatilia Tanesco na tunashukuru Mungu kwamba uh, tuliweza kupata umeme na sasa hivi hali iko vizuri, na kuhusiana na tatizo la, la chakula kama tulivyo nilivyogusia huko nyuma kwamba baada kwa tulivyoanza tukufanya communication na hawa watu wa Koudijs, tunashukuru Mungu kwamba uliweze kufika mpaka kwenye ofisi yetu hapa kwenye shamba letu, wakatushauri na tulianza kutumia products zao. Kwa hiyo toka tumeanza kutumia products za Koudijs mpaka sasa hivi tunashukuru Mungu kwamba production imeongezeka na hata gharama za uzalishaji zimeshuka, kwa sababu hata bei zao ni affordable sana. kwa hiyo tuna tunashukuru sana watu wa Koudijs. Nashukuru sana. Kwa kama wewe ni mfugaji, mpaka hapo nadhani umezifahamu changamoto wa namna ambavyo unaweza ukazitatua. Sasa tumesema project imeanza kwa muda sana, na changamoto hizi umetuambia sana, tumezipitia kwa nini. Hasa ambacho kinawafanya muende, kinawapa nguvu au kinawafanya muendelee kufanya, ni faida zipi ambazo mnazipata kupitia huu mradi? Uh, cha kwanza tunajivunia kwa kutoa ajira, tuna vijana wengi ambao tumewaajiri hapa, tunatoa ajira kwa vijana kwa, tunasaidia serikali katika kutoa ajira kwa, kwa vijana kwa, wapo zaidi ya vijana kumi na kitu ambao tunafanya nao kazi hapa, na tunashukuru kwamba uh, tumetoa ajira kwa vijana kwa, tunajivunia kwa hilo. Lakini la pili, kuna swala la afya, tunaboresha afya kwa watumiaji wa mayai yetu kulingana na ubora wa mayai yetu kwa wale watumiaji wa mayai huwa wanatupa feedback nzuri kwamba mayai ni, ni, ni, ni, ni, ni bora na afya yao imeimarika. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo, lakini pia a, lingine ni kuhusiana na kipato. Tunashukuru Mungu kwamba kipato kinaongezeka na kwa kipato ambacho tunakipata kutokana na ufugaji wetu wa, ma, wa kuku mayai tunakitumia katika ku, kuongeza production yetu, tunaongeza ku, uzalishaji kwa mfano tunajenga tuna mabanda lakini pia tumefanikiwa kuweza kujenga uh, godown gala la kuhifadhi chakula lakini pia vile vile tunashukuru Mungu tumeweza kununua na mashine sasa hivi chakula chetu tunachanganyia hapa hapa uh, shambani kwetu kwa hiyo alhamdulillah mambo yanaenda vizuri sawa sawa nashukuru sana kwa hiki ambacho umetuambia kwa hiyo wewe mfugaji, kama unataka kujifunza, nadhani kuna vitu vingi sana umejifunza. Lakini kwa kumalizia na maswali yangu mawili, unamshauri nini mfugaji anayetaka kuanza? Kwa sababu tumesikia mmeanza na kuku mia mbili. Kwa hiyo unamshauri nini mtazamaji ambaye anafikiria kichwani kwake anataka kuanza? Wewe kama mfugaji unamshauri nini? Aa, kikubwa ni uh, ufugaji unahitaji uwe na passion kwanza, uwe, uwe na msukumo kutoka moyoni kwamba mimi nahitaji kufuga lakini cha pili pia awe na mapenzi na kazi ambayo anaifanya. Lakini cha tatu pia asikate tamaa, asikate tamaa, kwa sababu mwanzo ni mgumu, kama nilivyokuambia kwamba tulianza na kuku mia mbili tu, lakini sasa hivi tunao kuku wengi, tunao kuku tu wa kutosha. Na kingine ni unapokutana na changamoto mbalimbali mbali katika kazi unayoifanya, unajifunza mambo mengi ya. Kwa hiyo siku zinavyozidi kwenda, ndivyo unavyozidi kuimarika. Kwa hiyo mtu asikate tamaa. Yeye cha msingi tuajue kwamba kazi anayoifanya ina changamoto na atafute namna ya kuweza kutatua zile changamoto ambazo anakutana nazo, lakini pia vile vile uh, kwa wafugaji ambao tuna wanaoanza, ni vizuri zaidi wakiwatafuta watu ambao wana elimu, wana, wana, wana kuhusiana na hii kazi, na pia watumie chakula ambacho kipo kwenye standard. Uh, tunaamini kwamba watafanya, watafanya production vizuri zaidi. Nashukuru sana. Lakini kwenye upande wa soko, je, soko lipo na changamoto ya soko ni nini hasa? Uh, soko lipo lakini kidogo kuna muda soko linasuasua kwa sababu kuna muda bei inashuka na kuna muda bei ina, inakuwa ni nzuri. Kwa hiyo kama nilivyosema kwa nyuma kwamba bei uh, siyo elekezi. Kwa hiyo tuna, tunaomba serikali yetu Uh, iweze kutupia macho hasa hasa sisi wafugaji wa kuku wa mayai ili angalau bei yetu iweze kuwa, kuwa standard, lakini pia vile vile tunapata taarifa tu, ingawa sio rasmi zaidi, kwamba kuna wenzetu ambao wanapenyeza mayai kutoka kwenye uh, nchi, nchi za jirani. Kwa mfano kama sisi ambao tunaishi Mwanza hapa tunapokea taarifa kwamba kuna wengine ambao wanatoa mayai uh, kutoka Kenya, Uganda, Uganda uh, uh, na sehemu zingine wanaingiza mayai hapa, kwa hiyo kidogo bei inakuwa ina, ina, ina, ina na changamoto. Naam, nashukuru sana sawa. Nimeona mayai yenu ni mazuri sana na ukiangalia hata saizi yake ni saizi ambayo iko nzuri sana. Sasa kwa mtu labda kibiashara mtu anawapataje au labda mtu wa chochote sasa Mtu aweze kufahamu ni service gani au ni product gani ambazo mnaziofa na namna gani anaweza akazipata product zenu. Uh, nashukuru sana uh, sisi tunapatikana mkoa wa Mwanza uh, tunapatikana wilaya ya Nyamagana kata ya Luchelele mtaa wa Shadi. Lakini mwisho napenda kuwakaribisha uh, wafanyabiashara wakubwa, wale ambao wanafanya biashara kwenye, kwenye mahoteli kwenye nini uh, tunawakaribisha sana kwa sababu tunayo mayai ya kutosha na ni mayai bora eh, yenye viwango vya juu kwa hiyo, namba zetu za simu zipo hapo chini nafikiri zinaonekana eh, kwa hiyo tunawakaribisha sana na tunawahakikishia kwamba kwa, kwa, uh, kwa wale watakaopiga simu basi tupo tayari kudeliver mayai sehemu yoyote ile ambapo mtu atakuwa yuko tayari tumpelekee mayai yake. Nashukuru sana. Sasa kwa wafanyabiashara au wahitaji wa mayai Pengine ungetuambia nyiye mna uwezo wa kusupply kwa mayai kuanzia kiasi gani? Ah, sisi kwa siku tuna uwezo wa kusupply kuanzia tray mia moja kwa siku, kuanzia tray mia moja kwenda mbele. Kwa hiyo tunayohitaji tu wafanyabiashara wakubwa. Ah, mayai yapo ya kutosha na ni mayai bora, lakini pia vilevile vile, tuna duka letu lipo Nyegezi kwa wale ambao watashindwa kufika ah, ah, shadi hapa Uh, Luchelele basi tunalo duka letu Nyegezi pale ambapo mayai yanapatikana pia kwa wingi, na namba zetu za simu kama tulivyosema kwamba zinapatikana kwao. karibuni sana. Asante sana, nashukuru sana kwa muda wako, lakini kwa mwisho kama una chochote kile cha kumalizia ambapo labda unatamani watazamaji waweze kujua, basi ni nafasi yako. Uh, kikubwa ni kuwashukuru uh, sana sana hawa uh, uh, watu wa Koudijs toka tumeanza kufanya nao kazi tunashukuru Mungu kwamba uh, product yao imetuletea ime mafanikio makubwa. Kwa hiyo ningependa tu kuwashawishi na wafugaji wenzangu wale ambao wanapata changamoto mbili tatu, basi waweze kuonana na watu wa Koudijs. Lakini la pili ni kuhusiana na su suala la soko, ningependa sana ku kutoa wito kwa serikali ili waweze kutuangalia sana sisi wafugaji wakubwa ambao tuna face problem ya, ya, ya so. Habari ndugu wafugaji na watazamaji wa hiki kipindi. Kwa majina naitwa Dr. Emanueli kutoka kampuni ya Koudijs Animal Nutrition. Kampuni ya Koudijs leo inakuletea bidhaa bora kabisa za chakula cha kuku wa mayai. Kama unavyoona hapa shambani, hili ni shamba ambalo linafuga kuku wa mayai na linatumia bidhaa za kutoka kampuni ya Koudijs. Tuna bidhaa ambazo zinakupa fursa ambayo unaweza ukatumia malighafi chache sana, ili uweze kukamilisha mchanganyo wa chakula cha kuku. Angalia mfugaji, teknolojia kwa sasa imeenda mbele zaidi tofauti na zamani. Zamani tulikuwa ili tutengeneze chakula cha kuku wa mayai, itatuhitaji tuwe tuna virutubisho vingi sana, malighafi nyingi, kama mahindi, chokaa, alizeti, konokono, uduvi. Wengine walikuwa wanachanganya dagaa ili waweze kukamilisha mchanganyo wa chakula cha kuku wa mayai na hiyo pia ilikuwa inachanganywa pasipo kuwa na uwiano sahihi ambao wanahitaji kuku wa mayai, ili aweze kupata kile kilicho bora kwa ajili ya kumpa mayai kwa wingi. Lakini leo hii kampuni ya Koudijs inakupa concentrate ambazo zina uwiano ambao ni sahihi zaidi kwa ajili ya kuku wa mayai. Teknolojia imeenda mbele sana, ndugu mfugaji. Sasa ningependa kukuambia bidhaa ambazo zinapatikana kutoka kampuni ya Koudijs Animal Nutrition. Tuna bidhaa ambayo inaitwa KLC. KLC ikiwa na maana kwamba ni Koudijs zi concentrate na zipo hizi bidhaa za aina mbili kwa upande wa kanda ya ziwa. Upande wa kanda ya ziwa tuna bidhaa ya KLC 10 pamoja na KLC 20. Yaani nikimaanisha Koudijs layers concentrate asilimia kumi pamoja na Koudijs layers concentrate asilimia ishirini. Sasa najua unajiuliza mfugaji kwamba hizi Koudijs layers concentrate asilimia kumi na asilimia ishirini zinafanyaje kazi? Napenda nikuelezee. Ukiwa na Koudijs layers concentrate asilimia kumi itakupa fursa wewe ya kuandaa malighafi kama mahindi, pumba mahindi, na kiwango kidogo cha soya pamoja na chokaa ili uweze kukamilisha mchanganyo wa chakula cha kuku wa mayai vilevile pia huu mfuko mmoja wa kilo hamsini kutoka kampuni ya Koudijs Layers Concentrate asilimia kumi unakupa uwezo wa kutengeneza kilo 500 za chakula cha kuku. Vilevile pia mfugaji, tuna concentrate ambayo ni Koudijs layers concentrate asilimia ishirini KLC asilimia ishirini hii yenyewe inakupa fursa wewe kutengeneza chakula cha kuku wa mayai kwa kutumia malighafi chache sana kama mahindi pumba ya mahindi pamoja na chokaa na huu chokaa mfuko mmoja unatengeneza mpaka kilo za chakula 250 unachotakiwa kufanya mfugaji tutakupa namna ya kutengeneza hiki chakula tutakupa formula na tutaangalia kuku wako jinsi walivyo Watu wengi mmekuwa mkilalamika kwamba bana kuku wetu utagaji ni mdogo sana. Tunapenda kukukaribisha uungane na familia ya Koudijs Layers Concentrate ambayo itakupa kiwango bora cha uzalishaji na utazalisha kile kilicho bora na kwa gharama nafuu. Koudijs tunasema kwamba ukitumia bidhaa za Koudijs utapunguza gharama ya chakula, utaongeza uzalishaji na ufanisi wa kuku wako, na kuku wako watakuwa na afya bora. Najua mfugaji unajiuliza kwamba hizi bidhaa za Koudijs zinazipata wapi? Sisi tunapatikana Mwanza kwa upande wa kanda ya Ziwa, na ukihitaji kutupata, tuna ofisi Buzuruga pamoja na Nyegezi na namba zetu za simu ni 0765321406 au 0783127406 tupigie muda wowote, namba zinaonekana hapa chini tupigie mda wote, tutakupokea na tutakukaribisha. Na kwa wakazi wa ukanda wa Bukoba, pia tunapatikana pale Jedi Agri Solution Kashai, nyuma ya jengo la Mkapa. Ukifika pale utapata bidhaa zetu za Koudijs layers concentrate kwa ajili ya kuku wa mayai, na tutakupa namna gani unaweza kutengeneza chakula cha kuku wa mayai. Asanteni sana, ndugu mpenzi mtazamaji, mimi mpaka hapo sina cha kuongezea, kwa sababu kwanza umepata elimu ya bule, lakini pia tumekurahisishia wewe muhitaji wa product bora na kuhakikishia hapa ukija utajuta, ni lazima utapata products zile bora ambazo unazihitaji. Mimi ni Imani Rubaba na hii ni Rubaba TV mpaka wakati mwingine. Lakini shukrani yangu za dhati ni kwa kampuni ya Koudijs ambayo imewezesha haya, imewezesha hiki kipindi chote, lakini kwa namna nyingine imewezesha huu mradi kuendelea ku, kuwa sustainable. Asante sana Rubaba TV.